Watu kwa sababu ya pesa. Atakupeni nyinyi wana CCM, ataweza kuonga wananchi wote? Ataweza kuonga wananchi wote wamwamini? Kwa hiyo tukichagua wagombea kwa sababu wametupa sisi fedha, tukumbuke, tunakwenda kwenye ushindani ambao tunatumia nguvu kubwa isiyokuwa na sababu. Tupeleke wagombea ambao wakituletea mgombea mwengine wa chama kingine tunampiga mapema. Kazi inafanyaje? <tutu> tusipeleke mgombea, tunaanza kazi kwanza kabla ya kuomba kura, unajua huyu wanachosema si kweli, hakuwahi kuiba, hajachukua mke wa mtu. Hiyo sio kazi ya CCM, hiyo, hiyo sio kazi ya Chama cha Mapinduzi kuanza kumsafisha mgombea kwanza. Hiyo sio kazi yetu. Mgombea akisimama sifa zake zitosheleze watu waseme nam, yule ni kiongozi. Kwenye hili CCM wametuheshimu, wametuletea mtu mwenzetu, wametuletea mtu kiongozi tuliokuwa tunatamani atutumikie. Tusipeleke wagombea watakaokuja kutusumbua. Sisi vijana, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi, tunatakiwa tujue kwamba tuna kesho nyingi na chama hiki. Sisi tunakihitaji sana Chama cha Mapinduzi kuliko Chama cha Mapinduzi kinavyotuhitaji sisi. Sisi tunatakiwa tukipiganie chama hiki kwa wivu mkubwa, kwa sababu sisi bado tunatamani kuwa viongozi kwenye chama hiki na kwenye nchi hii, na hakuna chama kinachoweza kutupa fursa ya kuwa viongozi katika nchi hii zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuhakikisha kwamba chama cha Mapinduzi kinaendelea kuongoza katika nchi hii ili na sisi tuendelee kuwa viongozi na kuiongoza Tanzania. Sisi tuna kesho nyingi sana na chama hiki, kwa hiyo wajibu wetu ni kukulinda chama hiki kwa wivu mkubwa. Nataka niwatolee mfano hivi, mkimtazama mwenezi Sangaraza na mkimtazama Mizungu nani bado ana kesho nyingi na chama hiki? Mizungu, Mizungu, Sangaraza kamaliza <laughs> hana muda mrefu mwenezi Sangaraza atakuwa mzee mashuhuri kwenye chama hiki, kazi yake itakuwa kushauri. Lakini Mizungu akitoka kwa mwenyekiti wa vijana, atatamani kuwa mwenyekiti wa mkoa, atatamani kuwa mwenyekiti wa taifa, atatamani kuwa diwani, atatamani kuwa mbunge matamanio yake yatakuwaje ikiwa amefanya maamuzi ya kukiharibu chama hiki? Atafikiaje malengo ikiwa yeye amekuwa sehemu ya kushiriki kwenye kuharibu matamanio na matarajio ya chama hiki? Kwa hiyo vijana wa Chama Cha Mapinduzi, tunapaswa kuwa askari wema kwanza, kuhakikisha chama chetu kinaleta wagombea wazuri, tutakao kwenda mbele kuwa nadi tukiwa kifua mbele kwamba naam, huyu ni mgombea aliyeletwa na Chama Cha Mapinduzi, anatosha, ana sifa, ana uwezo na ana nia ya dhati ya kuwatumikia wananchi. Ndio maana hatupati shida, hatupati shida ya kumnadi Dr Samia kwa sababu kazi alizofanya Dr Samia Suluhu Hassan zinaonekana. Kabisa. Nani nchi hii hajui kazi aliyofanya ya Dr. Samia Suluhu Hassan kweli? Binadamu, huwezi kupendwa na watu wote, huwezi kukubalika na watu wote. Wapo watakao kupinga na wapo watakao kuunga, lakini kwenye kupinga huwe na sababu za msingi zinazoonekana za kupinga, lakini wenzetu wanaopinga wanapinga kwa fitina na majungu tu, si kwamba hawaoni mambo makubwa na mazuri yaliyofanywa na serikali ya CCM chini ya Dkt Samia. Wanaona ila wameamua tu, na sisi tusihangaike na hao walioamua kupinga. Sisi tuhangaike na wenzetu tulioamua kushikamana nao kwa ajili ya kutafuta dola na kukijenga chama chetu.